Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Kama lazima tuwe na maadili mema ili taifa hili liweze kuwa endelevu. Kama sisi tuko kwenye ukumbi huu, lakini tunashuhudia vijana wetu wadogo wanatenda matendo ambayo yako nje na mila na desturi zetu, manake tunaacha taifa tunapokwenda, halitakuwa taifa la umoja kwa Tanzania Mazingira haya ambayo leo tumeyakuta ni lazima tuyatunze tuyarithishe kwa na wengine. Nawasihi viongozi wa dini ajenda. Haya yote yako ofisi ya mkuu wa wilaya na kamati yako ya ulinzi na usalama, simamieni kwa udi na kila uvumba eneo hili, kila mmoja afanye kazi yake, wafugaji wapate maeneo yao, wale ambao wamepata Uhalifu mwingine unaohusu kupotea kwa watoto na watu wazima kwa mazingira yasiyoelezeka na mauaji katika familia, tunatoa wito kwa serikali chukua hatua madhubuti kukomesha vitendo hivi. Ni wajibu wetu sisi kama viongozi wa dini kushirikiana nani kuelimisha watu wetu, athari za maovu haya ya yanagusa roho na mwili na mesha ma. Hii ni dhambi kubwa sana mbele za Mungu kuwa inahusisha kupoteza hatima au maisha ya kiumi cha Mungu. Tusiwe tu waabudu wa kanisani, lakini haki ya kiraia hatuitimizi. Tupie nafasi hii kuwasistiza sana, tushiriki katika michakato hii, iandaliwe vizuri, kila mmoja apate haki yake, na wakati wa kampeni sote tukashiriki, na wakati wa uchaguzi kila mmoja aende kufanya yale ambayo Mungu amemwelekeza.